tie wega kuihanda tha imwe cia hoaini kuria ndoka nigetha ndekererie maria marahanika mihaka-ini station ya muhutithi riitwo ria kwanjitikaga wakaurama thuutha wa nduga mano nene iria ikoretwo irehetwo ni presidenti wa Tanzania Samia Suluhu gukorwo yakiriirie ota mwaki wa matharara leo u ni kuonekete ati Tanzania leo u ni yanjitie kuigua guaya riboti eno oyona neti ati mu Kenya kuonake, ti mundu wa guthakwonake thakwo nake ni amu ahana njegeni riboti eno oho ni yonaneti ati mama Samia asuruhu leo onete ugwati bere mbere yake thutha wa guikia jege njege kara na thutha oho riboti ino ni ironanitie ati mukenya ungithaka nake thutha wa ndagika ithatu ni wa gutue kiimba wi muoyo koguo riboti ino ni i ronania ati mu kenya bururi o wothe angikorwo ari ndagakorwo agithakwo nake oho niigera kuririkania mama samia suruhu ati ona presidenti wa uganda uria witaga dikteta museveni thutha wa guikia jege njege ino igwitwo kenya kara na thutha mwaki uria onire niahoririe kanua kuguo nake aga kwiruta na ria museveni onake riu niegwibundithia na riake